Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kuwa Urusi iko tayari kusitisha mapigano nchini Ukraine, lakini anasisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yawe na msingi wa amani ya kudumu badala ya kusitisha mapigano kwa muda mfupi. Putin ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na rais wa Belarus Alexander Lukashenko Alhamisi hii. Kiongozi huyo wa Urusi amemshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa juhudi zake za upatanishi ili kusitisha vita vya Ukraine. Putin alipoulizwa kama anaamini Ukraine iko tayari kwa usitishaji wa mapigano na ikiwa amepokea taarifa kutoka Marekani, alisema Urusi inaunga mkono hatua ya kusitisha mapigano lakini anasisitiza kuwa lazima isaidie kuleta amani ya kudumu. Tunakubaliana na pendekezo la kusitisha mapigano, lakini linapaswa kuleta amani ya kudumu na kuondoa sababu za msingi za mgogoro huu, alisema. Aliongeza kuwa Ukraine ilipaswa kushinikiza zaidi kwa mazungumzo ya ngazi ya juu na Marekani kama yale yaliyofanyika Saudi Arabia. Akizungumzia hali ya kijeshi katika mkoa wa Kuski, Putin amesema kuwa vikosi vya Ukraine vimepoteza udhibiti wa eneo hilo na vimeacha vifaa vyao vya kijeshi. Hali iko chini ya udhibiti wetu kikamilifu, alisema. Putin amekiri kuwa usitishaji wa mapigano ya siku 30 unaweza kuwa na manufaa kwa Ukraine lakini, akasema kuna masuala muhimu yanayohitaji kushughulikiwa kabla ya makubaliano kufikiwa. Tukisitisha mapigano, hilo lingemaanisha nini? Aliuliza, akielezea wasiwasi wasi kuhusu jinsi ukiukaji wa makubaliano ungefuatiliwa katika mpaka wa kilomita elfu mbili kati ya Urusi na Ukraine. Nani atakayetoa maagizo ya kusitisha mapigano na maagizo haya yatakuwa na thamani gani? Aliendelea kuuliza. Putin amesisitiza kuwa masuala yote yanayohusiana na usitishaji wa mapigano lazima afanyiwe uchambuzi wa kina na pande zote mbili kabla ya makubaliano ya kufikiwa. Putin pia amesema kuwa Urusi iko tayari kushiriki mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa wa Marekani ili kujadili pendekezo la kusitisha mapigano na akapendekeza uwezekano wa kuzungumza na Rais Trump kwa njia ya simu. Tunapaswa kujadiliana na wenzao wa Marekani, Putin alisema akielezea matumaini yake ya kumaliza vita kwa njia ya kidiplomasia.